Na tukiachana na hicho kizungumkuti cha mauaji ya Albert, ni kwamba makabiliano makali yameshuhudiwa katika mtaa wa London, eneo bunge la Nakuru West, kati ya maafisa wa usalama na wakazi wa eneo hilo. Wakazi hawa wanawalaumu maafisa wa usalama kwa kumpiga risasi Duncan Nderitu Jumatatu asubuhi. Na kama Marian Nyambura anavyoarifu, shughuli zilitatizika kwa zaidi ya saa tatu hii leo kufuatia patashika hiyo. Kwa siku ya pili sasa, maafisa wa usalama na wakazi wa eneo la London Nakuru wameshiriki mchezo wa paka na panya. Wakazi walifunga barabara ya Kabarak kuelekea Nakuru kwa kuwasha moto, wengine wakitupa mawe, nao maafisa wa usalama wakitumia vitoa machozi kuwatawanya wasafiri waliojaribu kutumia barabara hiyo wakati hali ilikuwa tete wakijipata pabaya. gari yangu already imegongwa, already imegongwa, unashindwa na mtu sasa. Tuko Kenya ama tuko sijui wapi. Where are we headed to? I just came from Eldama Ravine was heading to Nakuru. I just wanted to do some business in Nakuru town. But now we are just I don't know how, how, how I'll get out of this town now. Makabiliano hayo yaliendelea kwa zaidi ya saa tatu wakazi waliojawa na hamaki wanaandamana kulalamikia mauaji ya Duncan Nderitu ambaye anaaminika kupigwa risasi na maafisa wa usalama hapo jana. Duncan alipigwa risasi na kufariki alipokuwa anapelekwa hospitalini. Tunataka tu amani baina ya raia na polisi, wafanye kitu, wafanye kazi safari moja, wafanye kazi pamoja, shauri hatuwezi kukaa bila polisi. Polisi naye wakikosa wizi itakuwa mingi, sasa tunaomba waelewane. Makachero wa kitengo cha upelelezi wamepewa siku saba kufanya uchunguzi wao. Hii ni baada ya maafisa saba kufikishwa mahakamani hii leo. Mshukiwa mmoja ambaye ni afisa akiwa hospitalini. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.